Oswald Urassa ni mtaalamu wa mambo ya uwekezaji. Nilikuwa nazungumza na walimu hapa Manispaa ya Iringa, na changamoto kubwa ambayo wastaafu wengi wanaipata ukiwemo walimu ni kwamba wakati wanastaafu wanakuwa staff wajajipanga vizuri. Na kawaida kwenye kustaafu kuna changamoto kubwa tatu. Moja ni kipato, kama unapokea shilingi 100 kutoka kwenye ajira unapokea shilingi kama 35. Kwa hiyo kipato chako kinapungua kwa asilimia kwa shilingi 65 au 65, lakini jambo la pili ni muda kutoka kwenye ajira kumezoea kwenda kazini, unakwenda asubuhi saa 1:30 saa 2, unarudi saa 10. Sasa hivi kama ukisha staafu huko nyumbani kwako, kwa hiyo inabidi utafute kitu cha kuchukua ule muda wa masaa nane ambao uko unafanya kazi kwa ajili ya kufanya mambo ya kuchukua muda wako. Alafu jambo la tatu ni habari ya afya. Wakati mwingine e, unakuwa unahitaji kufanya mazoezi ili siku zote uwe na mwili ambao una afya nzuri. Kwa hiyo ukiweza kukabiliana na hizo changamoto tatu kutoka kwenye ajira, unatakiwa kuwa na maisha mazuri. Mafunzo ao tuk kuwafundisha kwa kwa kujiandaa kupanga kustaafu, kwa maana kwamba wafanye uwekezaji ili mwisho wa siku waweze kutengeneza zile shilingi sitini na tano zina, zinazopungua unavota kwenye ajira. Jina na naitwa Mwalimu Benedict Mtavangu ni mwalimu wa sekondari hapa Manispaa. Kwa ujumla, tunashukuru tumepata mafunzo haya kwa ajili ya maandalizi ya kustaafu baada ya utumishi wa umma. E, kwa ujumla tumepata mada takribani tatu ambazo tumeanza kupata elimu kabla ya kustaafu. Nini unatakiwa upange mipango yako baada ya kustaafu, lakini hata baada ya kustaafu nini unatakiwa unakifanya, uwe na ratiba kamili za kufanya majukumu yako. Maana ya kustaafu ni kama ni kupumzika utumishi wa umma, lakini unakwenda kufanya majukumu mengine ambayo ratiba ile unairatibu una, una wewe mwenyewe. Kwa hiyo haina maana kwamba ukistaafu, maana kuna kwenda kupumzika kuzurura zurura tu bila utaratibu, hapana. Lakini kingine tulichotahadharishwa ni juu ya maisha, na kwamba bado maisha yanaendelea. Kuna kustaafu katika umri, lakini maisha kawaida, ya kawaida yanaendelea kuwepo. Kwa hivyo unatakiwa sasa uzingatie hasa kwenye kipato chako, ulichokuwa na kipato ni wazi kwamba kitapungua kwa sababu sio mtumishi tena wa umma. Kwa hiyo tumeaswa, cha kwanza kuwekeza, kupata kitu ambacho kitakusababisha kupata kipato ambacho kinafanya umudu katika maisha yako ya kila siku, pamoja na kwamba kwenye e, mifuko yako ya pension utakuwa na pesa, unapata kidogo kidogo, lakini bado wewe una shughuli maalum inayokuingizia kipato. Na taadhari nyingine ni kwamba uanzishaji wa miradi tumetahadharishwa juu ya kuweka miradi ambayo katika utumishi wako hasa ukiwa kijana hujawahi kuifanya, ambayo unaweza kuifanya uwe na uzoefu nayo, lakini hujawahi kuifanya, unaisikia tu kwa watu, kaingia kule, ikileta hasara maana yake na kusababishia wewe upate msongo wa mawazo. Kwao tumetahadharishwa kabisa kwamba usijaribu kufanya miradi ambayo hujapata uzoefu wa kutosha na hujawahi kuifanya, ila ni vizuri ukawa na mradi unaoanzisha pesa kidogo kidogo, yaani naleta faida ndogo, lakini pia kuna uwekezaji hata katika ndani ya fedha zenyewe. Eh, kuna taasisi tumeelekezwa pale, kwa mfano TTU na taasisi zingine za la fedha, lakini nazo zinahitaji ushauri wa kutosha. Sio anafika mtu anaanzisha kuwekeza tu kwako kwamba kuna pesa, hapana, anatakiwa hojiwe, taasisi yako ina kibali cha BOT kama hakuna kibali hicho, kama usiwekeze huko, kwa sababu kuna taasisi zinaanzishwa baadaye, ofisi zao hazijulikani, wanafunga, wanapotea. Huyu mstaafu sasa hela zake zinakuwa zimepotea. Hicho ni chanzo cha kuanzisha matatizo makubwa ya kwake binafsi, msongo wa mawazo, shida katika familia, na ugomvi ambao hauna majibu, kwa sababu pesa hakuna wakati huu. Lakini kingine ki tumeaswa sana, hasa katika familia zetu, ni vizuri sasa, kile unachokifanya familia ikajua kwa sababu wasipojua watatafuta majibu, kwamba pesa iko wapi na inafanya nini, hakuna majibu. Kwa hiyo unaweza kuanzisha mgomvi mwingine kwenye familia. Hali halisi ni kwamba familia ijue umepata nini na nini japokuwa, wewe mtumishi, ndio uwe kiini hasa cha uwekezaji, kwa sababu usiju kafika mahali ukaweka mezani watoto wakasema tugawane, alafu baada ya hapo wakatawanyika, wewe ukabaki unataabika. Mwisho kabisa, tumetaasishwa kwamba ukisha acha utumishi wa umma maana yake usiwe tegemezi, uweze kujitegemea. Lakini jingine tumeambiwa kikubwa kingine ni afya zetu, kwa sababu mipango yote unayotegemea kufanya hata baada ya kustaafu inategemea afya yako. Kwa hiyo tumetahadharishwa kwamba matumizi ya vyakula, tabia zetu na nini zielekee pia kuboresha afya. Kwa mfano, kuna wakati natakiwa ule aina fulani ya vyakula ambavyo sio hatarishi kwa afya lakini pia ufanye mazoezi ya kutosha, ambayo kimsingi yanasababisha kuimarisha afya yako. Hata kazi za mikono fanya kwa ratiba, masaa nane kati ya yale ambayo ulikuwa unatumia serikalini, yatumie sasa kufanya kazi zako binafsi.